Kwa majina naitwa Martin Atanazi Kamara. Mimi najihusisha na biashara ya samaki hapa Rusumo. Upatikanaji wa samaki kwa kipindi hiki kwa kweli samaki zinapatikana kwa sababu ni msimu wake, sema ni baadhi ya samaki, sio kwamba kila samaki zinapatikana kila mara, ila kwa kipindi hiki samaki wanapatikana. Kwa kipindi hiki tunapata samaki aina ya kambale, sato na nembe. Sana, sana unapatikana kwa wingi hapa. Kuna samaki kwa hapa sisi tunaita sato dume, lakini kwa wengine wanaita kuyu nkuyu eh ee, ndio inapatikana maeneo haya kwa sasa hivi, ndio msimu wake hizo samaki. Bei ni kawaida kwa sababu sisi wenyewe sio kwamba ni wavuvi, naenda mwaroni kulangua samaki na tukifika hapa, kila mmoja anauza kulingana alivyolangua mzigo kwa bei. Kwa, kwa sababu sisi biashara yetu haina bei elekezi, ni kama kukadiria, hii nimeinua shilingi ngapi, naiuza shilingi ngapi, kwao bei ni maelewano. Majina yangu naitwa Paulo na kazi ya kulangua samaki. Changamoto ambayo tunakumbana nayo, kama faranga zimeshuka, hapo ndo tunaenda, kwa sababu faranga ikiwa juu shilingi iko chini, naweza ukaenda ukatokamo bule usipata hata mia. Ni changamoto ya kwanza, na changamoto ya pili, kiangazi maji yakikauka sana hatupati samaki. Nitaenda kujenga mimi, ni fundi ujenzi. Kwa jina naitwa Julius Gasto Mtoma. Mimi ni mjasiriamali wa kuuza samaki. Waji wa samaki. Wa samaki sasa hivi ni za wastani zinapatikana ni kidogo kidogo. Sasa sana sana samaki samaki zinapatikana kipindi kipindi cha mvua. Zaidi zaidi ni mwezi wa 4. Kwenye kipindi cha mwezi wa tisa samaki wanapatikana wachache, mwezi wa 4 ndio wanapatikana walio wengi, lakini na wenyewe si wengi zaidi. Ngamoto nazo zipitia endapo samaki azipatikani kwa wingi ina maana ni ile nani ya kutafuta pesa ikakosa ika naona, ukienda ukatafuta samaki zikakosa, ina maana una biashara nyingine ya kufanya nini, ya kufanya utategemea, utasubiri kutegemea zile samaki zipatikane. funanio maoni kwa serikali, tupata elimu ya biashara nyingine.